Mtu ambaye hana marafiki wengi na ana saiko ndogo, huyu ni mtu ambaye ni mtu imara sana. Sio kwamba anakuwa mpweke, hapana. Kashachana na mambo ya kupeana mikono kinafiki, kusalimiana kinafiki, kuitana bro bro na watu ambao unakuwa nao wakati mna enjoy moments, alafu moment zikiwa ngumu kila mtu anakimbia. Ni mtu ambaye ameshagundua namna gani watu mambo yakiwa magumu ama changamoto zinavyotokea, kila mtu anatafuta namna gani ya kukoa maisha yake. So baada ya kugundua hilo, akaamua kufanya maamuzi. Akagundua kwamba amani ya moyo, peace of mind is very important, kuliko kupata umaarufu. Anainuka akiwa mwenyewe, kwa sababu anajua thamani yake ni ipi. Hahitaji makelele, hahitaji wewe uanze kumsifia, umwone yeye ndo maana umwite bosi, uwe chawa wake. Hahitaji chochote kile ili kupata validation kutoka kwa mtu yoyote yule, kwa sababu ana kitu cha thamani ambacho sio kila mtu anacho, na hicho kitu cha thamani tunaita ni clarity. Clarity ni hali ya kuwa na uhakika juu ya jambo unalofanya. Hii inamsaidia kuweza ku protect energy yake, kwa sababu hata saiki yake ni kidogo. Haitaji kuwa na marafiki, kupiga umbea, kuanza kuongelea what's happening kwenye politics, sijui michezo, sijui vitu gani gani. Na hii wala sio weakness hii tunaita ni discipline. Ni mtu ambaye anakuwa yuko tayari kuwa na rafiki yake mmoja ukweli, kuliko kuwa na rafiki zake kumi wanafiki, kwa sababu mambo yanapokuwa magumu, watu hovyo wote huwa wanakimbia, wanabakia wale watu wako wa ukweli. So kuwa peke yako haimaanishi umepotea. Wakati mwingine kuwa peke yako, yako inamaanisha uko mbele, wengine wote ndo wanakuja taratibu. Kama uje follow bado hii account then unapishana sana na mambo ya msingi na muhimu, especially ukiwa mwanaume.